Kuhusu kizuizi cha pili tunaona katika maandiko matakatifu kwamba kusudi la uumbaji wa mwanadamu ni kwamba aweze kumjua Mungu. Moja ya mila za Islam anasema kwamba mwanzoni Mungu alikuwa hazina ya siri, lakini ilitaka kugunduliwa na kutambuliwa Aliumba mwanadamu kwa kusudi hili. Sasa mwanadamu ameona mwona Mungu na kumgeukia yeye. Tukirejea kwenye sala fupi ya wajibu ambayo Bahaula alifunua kwa wafuasi wake ka, kukariri kila siku, tunasoma ninashuhudia, E Mungu wangu, kwamba umeniumba ili kukujua na kukuabudu. Kwa hiyo mwanadamu ameumbwa kumtumikia Mola wake mlezi na kumwabudu kwa moyo safi, akitumaini kupata radhi yake nzuri. Kusudi sio kwamba anapata mali kwa matendo yake. Matendo mwanadamu kwa hivyo yanastahili sifa mbele za Mungu wakati yanafanywa tu kwa upendo wake na bila sababu nyingine. Kwa huyu Bahaula anashuhudia katika Kitabai Aqdas, shika, shika amri zangu kwa ajili ya upendo wa uzuri wangu. Kwa kweli muumini anapogeukia udhihirisho wa Mungu kwa upendo wa kweli hawezi kujizuia kuacha mathrahi yake binafsi mvuto wake kwa udhirisashaji na kwamba atatoa kila kitu kwa mora wake mlezi, wala hatatafuta faida kwa ajili yake mwenyewe. Uhusu uh, ikiwa matendo ya mwanadamu yanachochewa na wazo kwamba anaweza kuvuna thawabu kwa ajili yake mwenyewe katika ulimwengu jao, basi hii ni kushikamana na kizuizi kati yake Mungu. Kutengwa kunamaanisha kufanya kila kitu kwa ajili ya Mungu na kutafuta maripo. Kuhusu kizuizi cha tatu, kuna marejeo mengi katika maandiko ya Bahaula kwa ufarme wa majina Mungu. Katika asiri yake mwenyewe ameinuliwa juu ya sifa. Hata hivyo katika utawala wake wote na ndani ya kila ulimwengu wake, kiroho na kimwili, yeye hufunua ufalme wa sifa zake, kila kitu kilichoumbwa kinachoonyesha majina na sifa za Mungu. Katika ulimwengu wa kiroho, sifa hizi zinadhihirika kwa nguvu kiasi kwamba mwanadamu hataweza kamwe kuzikubali katika maisha haya. Katika ulimwengu wa binadamu, hata hivyo, sifa hizi zinaonekana ndani ya ufalme wa majina, na mara nyingi mwanadamu huunganishwa na majina haya katika vidonge vyake vingi. Baaula anawahimiza wafuasi wake wasiwe watumwa wa ufalme wa majina, neno la kiislamu linalojulikana sana, majina yanashuka kutoka mbinguni lina maana nyingi. Katika ulimwengu huu, kila sifa ya Mungu imefunikwa na jina, na kila jina kama hilo linafunua sifa za sifa uh, hiyo. Kwa uh, mfano ukarimu, uh, ni sifa ya Mungu na inadhihirisha kwa mwanadamu. Uh, hata hivyo, mtu ambaye ana sifa hii mara nyingi hujivunia na anapenda kutajwa kama mkarimu. Wakati ukarimu wake unakubaliwa na watu wengine anakuwa na furaha, na wakati wa, unapouzwa hafurahi. Hii hii ina, ni aina moja ya kushikamana na ufalme wa majina. Ingawa mfano huu unahusu jina zao, hiyo ni kweli kwa majina yote na sifa za Mungu zilizodhihirishwa ndani ya mtu binafsi, nafsi. Kwa kawaida mwanadamu hutaja sifa hizi kwa nafsi yake mwenyewe badala ya Mungu na kuzitumaini mia ili kuongeza ego yake mwenyewe. Kwa mfano, mtu aliyesoma anatumia sifa ya maisha kuwa maarufu na anahisi kufurahishwa na kuinuliwa wakati jina lake linatangazwa mbali na pana, au kuna mtu ambaye moyo wake anaruka na hisia za kiburi na kuridhika anaposikia jina lake likitajwa na kujikuta akipendezwa. Hizi ni mifano ya kushikamana na ufalme wa majina. Jamii ya binadamu kwa sasa ina ushawishi mkubwa juu ya roho ya mwanadamu, badala ya kumruhusu kuishi maisha ya huduma na dhabihu ni ushindani mkubwa na humfunufaisha mfundisha kujivunia mafanikio yake. Tangu utotoni, anafundishwa kuendeleza ego yake na kuf, utafuta kujiinua juu ya wengine kwa lengo la mwisho la kufikia kujitegemea, mafanikio na nguvu. Mfunuo wa Bahaula unakusudia kubadilisha mchakato huu. Roho ya mwanadamu inahitaji kupambwa na fadhila za unyenyekevu na kujitazama, ili aweze kutenganishwa na ufalme wa majina. Abdul Baha, mfano wa kweli wa mafundisho ya Bahaula, alionyesha aina hii ya tengano kwa matendo yake. Yeye kamwe katika maisha yake alitaka kutukuza jina lake wala, uh, hakutafuta utangazaji uh, kwa ajili yake mwenyewe. Kwa mfano, alikuwa na chuki kubwa ya kupigwa picha. Alisema huwa na picha ya mtu mwenyewe ni kusisitiza tu utu. Katika siku chache za kwanza za ziara yake London, alikataa kupigwa picha. Hata hivyo, kutokana na shinikizo kubwa la waandishi wa habari wa gazeti na maombi ya mara kwa mara ya marafiki kuruhusu kuruhusiwa kuchukuliwa kuchukua picha yake, Abdullah Baha alikubaliana ili kuwafanya wawe na furaha. Majina aliyotukuka aliyopendwa na Bahaula ni ishara ya kituo cha juu cha Abdulah Baha. Hata hivyo, Abdulah Baha hakuwahi kuzitumia yeye mwenyewe. Badala yake, baada ya kupaa kwa Bahaula, alichukua jina la Abdulah Baha servant of Bahai na uh, wa, wataka waumini kumwita yeye tu kwa jina hili. Atumwa wa kweli katika kizingiti cha Bahaula alikuwa wote, aliwazawadia aliwaza. Haya ni baadhi ya maneno yake kama anavyoeleza kwa kujieleza. Kwa wazi ukweli wa kituo chake. Jina langu Abdul Baha, sifa yangu ni Abdul Baha, kweli wangu ni Abdul Baha, sifa yangu ni Abdul Baha, utakatifu kwa uli ukamirifu wa heli ni diadem yangu, na kutukufu na ya g na utumwa kwa jamii yote ya binadamu dini yangu ya milele. Hakuna jina hakuna jina hakuna kutaja hakuna sifa mimi wala kamwe kuwa na isipokuwa Abdullah Baha. Hii ni hamu yangu, hii ni hamu yangu kubwa zaidi. Huu ndio uzima wangu wa milele, huu ni utukufu wangu wa milele. Moja ya sifa za kutofautisha za utaratibu wa ulimwengu wa kiini tete Bahaula ni kwamba hauleti haiba ya egosti egotistical ego. Bahaula ametoa mamlaka juu ya taasisi zake, iwe ya ndani ya kitaifa au ya kimataifa lakini watu binafsi ambao wana haki ya kuwatumikia hawana mamlaka yote. Tofauti na watu ambao walitumia nguvu ulimwenguni leo na kutafuta kupata umaarufu na umaarufu, washiriki wa taasisi za kibaaula hawawezi kuonyesha unyenyekevu na kujionyesha kama watabaki waaminifu kwa Baaula. Wale ambao hawafanikiwi kwa njia ya kutokomaa au kukosa imani katika kuishi kulingana na viwango hivi, kwa kweli wameshikamana na ufalme wa majina na kunyimwa neema za Mungu katika enzi hii. Kujitenga na ufalme wa majina kunaweza kuwa kazi ngumu zaidi kwa Bahai, na mapambano yanaweza kudumu maisha ya yote. Kama mtu anaweza tu kutambua kwamba fadhila zake si zake mwenyewe, lakini badala yake ni maonyesho hayo ya sifa za Mungu, basi yeye ni huru kutoka ufalme wa majina na inakuwa kweli mnyenyekevu. Mtu kama huyo atatoa ukamilifu wa kimungu huu juu ya ulimwengu wa ubinadamu. Hii ndiyo njia ya ajabu zaidi ambayo Mungu amekusudia kwa ajili ya mwanadamu. Kwa kiwango ambacho muumini anafanikiwa kujikata, kutoka kujikata kutoka kwa aina hizi tatu za kiambatanisho atakuwa akitimiza sehemu yake katika agano la Mungu. Ili kufikia lengo hili tukufu, mwanadamu anahitaji kutambua kituo cha Baula kama uthibitisho wa Mungu kwa enzi hii, na kisha kuzishika amri zake kwa maono mno wazi, tafakali alivyokomaa na mtazamo wa maombi. Hii inaweza kupatikana kupitia kuimarisha ujuzi wa mtu wa imani na katika kumtumikia njia yake, um, kisha moyo utakuwa mpokeaji wa maarifa ya Mungu na kupata certitude katika imani yake, na wakati huo ambao ambapo utii wa mafundisho kwa mafundisho ya imani una unakuwa moyo wote, kama mtu binafsi anavyoelewa umuhimu wa, um, wa amri za Mungu na anakuja kuelewa hekima yao, ubora wao, na umuhimu wao, ni wakati huo ambao mawazo yake, maono yake, matarajio yake, maneno yake na matendo yake yote yatapa, yatapatana na agano la Mungu na ni wakati huo ambapo roho yake itapata sifa za kiroho na fadhila. Hii ni matokeo ya mwisho ya utii kwa agano ambayo itawezesha roho kuendesha katika ulimwengu wa kiroho wa Mungu.